One, two, three, on, leo ni Cartel TV tuko live mashinani Madiwa. Madiwa ndio home sasa. Tuko na CEO hapa Cartel TV. Tuko na kijana mdogo hapa Kevo. Sasa, the flow is on, jamaa. Unaweza ongea. Majina za unaogopa? Ah, mimi hata sitaji introduction. <laughs> na mimi si mgeni hapa Cartel TV. Mimi hata mjadala kubwa ambayo imefanya hii mambo ikuwe hapa ni ni kuhusu hiyo video ya juzi, baya sio. Hiyo video ya juzi inafurahisha hata kidogo. Interviewer, interviewer unanasema, eh, ndio ndio, interview unawezasema yeye na lead, lead na information yote anapatia vile atasema.

ilikuwa kulikuwa na makosa ndio, hii mambo ya kufuata pia uheshimiwa, pia vijana pia wapunguze, juu ukiangalia kama hiyo siku saa sita, saa saba ya usiku, saa nane, pia unakimbiza mheshimiwa na pikipiki na umeona incident imefanyika hapa hivi juzi. Kuna jamaa hapo amepigwa tena a, mtu ameuawa, na mambo na pikipiki tena. mimi na nikiuliza kama eh, nikiuliza CEO Katel TV hii <laughs> interview ilikuwa ni baya sana juu hatu kuelewa, interview ilikuwaje? Mimi kama tv CEO wa Cartel t o, without apologies, unapologetically, hiyo interview ilirun vile ingerun, na Cartel tv lisema haita filter kitu yoyote, vile iko mashinani inatokea hivyo hivyo. Mimi niliona kijana mdogo kanambia Cartel, in fact hiyo interview ilifanyika hadi hali ah, ya akanambia kwa kwa mtaani ya, ya Kasademu na na na Sun City. Kanambia leo, The next day ile interview yangu kuna mambo mambo kwa Cartel TV isikike. Well, alisema yeye ndiye anajua hii mtaa na na watu, tuache tuache kushuka kwa kitu ama kudanganyana. Mambo kama ni ni mbaya mbaya. The problem na kuanza zile za things are bad lakini ni kama nataka kusafisha nionekane mzuri. kijana alijibonga akasema yeye anataka kazi. That was the essence of that message. Haiko na mambo mengine. lakini ile ku kwenda kwa mheshimiwa ile hiyo usiku wa manane that, that, that one I don't support. That one I don't support. Yeah, yeah, yeah. Kulingana na pi hima zimetokea kudunga kudunga mheshimiwa usiku wa manane hapana sana. Yeah, no, na <laughs> pia lazima pia tuulize itafikaje ita eh, vijana wanapata mheshimiwa usiku wa manane. Ni nini natriga hiyo? Because watu wakipanga na pia vizuri, hiyo mambo yasitokee. So nafikiria zitatokea vijana wapana. Na still also because kulikuwa pia na simu mingi eh, next time kama kuna video, unless wewe ni mheshimiwa simu yangu hapana piga kama wewe ni mheshimiwa ama unafanya kufikia mheshimiwa. Piga simu mimi. So, ukipiga zile simu fani fani na shanga unapiga simu ya nini? Yes, kuna simu simu. simu. simu. Yes, kuna kuna ziliingia content ya hii interview. Hizi views Huyu ndugu yetu alishare hiyo yes. Hizo zilikuwa views zake before hiyo incident happen, ama hii incident ndio ilitrigger hizo views juu bila hii incident yes? Una expect angesema the same thing ama ni kwa sababu incident ilitokea ndio sasa akakuja kushare hizo views zake? Well, I, I, I speak uh, on, on behalf of the kijana mdogo, what mean asema whatever he said anafinalisema after hizo vitu zimefanyika na still ene view ile inatokea mtu akiongea kwa Katel TV, hizo ni views zake, si za Katel TV, ni views zake. Lakini unajua pia sisi, yes, lazima hatuputu watu into accountability. Yes, hatutaki ulete emotions kwa serious issues yes. Anaweza kuwa ndio alibonga ukweli, lakini sasa kitu moja tuna doubt ama tunawanda, yes, hiyo position ana hold, was it the same position that he held before the incident hiyo ndio kitu sisi tunauliza, because pia hatutaki watu wakuje kuwea views zao based on recent conversations ama happenings zimefanyika juzi. Unajua, ndio kuchagua mheshimiwa na kusupport mheshimiwa it is one thing but vitu vijana wanasahau hapa mtaani, after ushapigia mheshimiwa kura you can only call them to accountability. Tuache kuweka self entitlement mbele, ni kama lazima upewe kitu fulani ama lazima ufanywe kitu fulani kitu fulani The best thing that you can do after umevote since you are close na mheshimiwa, wacha wale watu watuwezi fikia mwesh through wewe eh, waweze kukolu mwesh to accountability. Unaona, juu usiangalie tu benefiti yako peke yako, halafu saa zile mambo inaharibika ndio huyu mtu anakua mbaya. Hivyo hivyo vile imeharibika ndio ilitengeneze malizia ndani Sawa. Uh, malizia ndani nasio, nasio kuna good point sana Kagula. <laughs> <deno> Kagula hapa niko na Deno wawili <laughs> mta zaamta na huyo huyo ameongea, alikuwa ni supporter mkubwa wa Kanumbi na baada ya uchaguzi nafikiri walikuwa ndio upinzani wako wawili hapa, na mimi kama si yo, you are truly tulikuwa kwa hii kambi, ndio ilikuwa na tetesi, na naweza ongezea ni kwamba the essence of campaigns ama kukampenia kiongozi is to better your life na your interest, okay. Na tuwache mambo mingi. Nakumbuka vizuri sana wakati kampeni ziliisha, rais rais wetu wa nchi wa Jamhuri ya Kenya alichukua Duale, akaambia wachana kiti kitia Garissa kuja ni kuweka kwa, kwa cabinet. Akaambia hao ni wale walikuwa macronis. Akaambia kwani unamaanisha hujasaidika ama No. Hiyo eh, kwa ile ile uliza hata mimi, mimi mtu alichukua na dola ile na nani, baadhi ya wale marafiki zako campaign akapiga shughuli shughuli. So labda katika ile context yote ya hii debate ile tutakuwa tunaongelea, because after Mateo interview ni kwamba kijana mdogo alijibonga ana feel anafuata kwa mali. Acha mimi niulize swali.

na nini, Ni kupango, pangui, Ni kupango kupango upango. Shida na wagani nini? Ukiangalia eh, kutoka juu watu wote kuna watu wanga. Eh, ni kupango. Hapo hapo. Kama hebu eh, eh, vizuri ama ni hesabu yako. Na filamu inakuja vizuri, eh, kwanza mnakuja vizuri sana na hilo nimesema lazima tuende tuwekane visawa. Visawa. Eh. Eh, kama for example tukiwa na 2013 eh, ndugu yanga pakevo alikuwa kwa upinzani Akikampenia Omaro na Omaro, alipoingia Omaro uh, uh, Yusuf alipoingia, kuna wakati nafasi zilitokea tena tukasikia Kevo ameingia kwa ofisi ya Yusuf na mlango wa nyuma, tuka highlight hiyo, tuka highlight hiyo, kuna complain sasa. Unajua watu wa imbuta wanapenda tu uongo, na ukiangalia vizuri utaangalia wale watu wanakuja kwa shughuli, wakishaingia kwa, kwa, kwa shughuli wakisha, because wako wako kwa hiyo vita me i feel kwa, tukiwa wote watano hapa tuna kampeni ya mtu hata wili wakiingia, mimi sina shida, lakini makosa ni kwamba tukampeni watano alafu kwa watano hakuna mtu wowote, wale walikuwa nje ndio wanaingia kwa system hiyo. Mimi end the day, nitakuwa na highlight na tukirudi hapa kwa kiongozi eh, MCA wetu hapa ambaye ni Nicholas Juma yes. kuna vile ulimkampenia watu wa nje wakakuja wakapangwa <laughs>

na labda tukisema pia, kwa hiyo unajua, kuna wale baadhi ya viongozi tunaangalia nguvu zao wakiwa kwa viti na wakiwa nje za viti, na unaweza angalia ule uwezi demand anything from sababu tu kula na capacity ya kutengeneza na I think maybe some of those issues ni zile watu kupiga survey mtaa, na mimi naweza wachallenge kesho mpiga survey mtaa, mtafute watu watu stagnant kambo kanu, muulize wale walipiga shughuli 3 years after the campaign, because 90 days awag of the voting the voting time immediately vote sindio? So ina maanisha ni 3 years imeisha na of course, kama wewe ni mtu watu walikupigia na a lot of expectations eh, wana expect pia more from you. So I think that is the problem. Unajua kuna mtu kama tuseme wakati wa ule MCA kwanza aliingia, eh, kama Masika watu wanakujua anaweza shinda, so expectations zilikuwa lesa hata alipoingia kwa kiti watu wakumbuia, hata wakutaka, watu wakutaka vita, hata watu wakwamini amekalia kiti the same thing happened na ndugu yetu Kanyangi wakati pa liva kwa kiti, watu pia waliona huyo jamaa ni kama lisns, lakini sasa huyu n akiingia watu wanajipanga na hiyo kiti. So I think that is the main issue kwamba watu wanajipanga na ndugu yao kulingana, bila unaona, huyu ni one of own na kila mtu hata ile tulitaka hata kila mtu atakanga kwa maana lakini mimi ile kitu nasema nikimalizia interview interview square pia usipange, usipange interview, wewe ongea, hata kama kesho, bando kamera izime, kamera izime, beti izime. Mimi, kwa maoni yangu mimi, bado mimi na stick kwa ile line tulikuwa In real sense, kijana akufanya kitu kwa. Lakini pia tuangalie kwa nini ukijana anafuta mwisho, hizo ni vitu tunaweza maliza, si ndio? Eh, maybe jana ni njaa alikuwa nao, lakini pia kana ni njaa pia usipate mheshimiwa usiku. Wote mchana mali alikuwa juu. Kama alivata na pikipiki kwa umaisha alikuwa mali yu malizana na kijana hapa mange mali kijana angemaliza na mwesha hapo, si ndio? Bada ya mambo mingi. So, siku nyingine ukipiga interview kama hii Bias. Kwa nyinyi kwa kama watu wanakuja interview leo, msilete sheria zenyu hapa. Mwende mfungue chaneli yenu mweke sheria huko. Going forward, we will be more biased. Why? Ndio tunasema hapa. Kwa nini? Italingana. Lazima tukubali hiki tu vitu kizi, kijana alifanya vitu hazifanyiki ati si makosa hiyo? Yes. Hiyo ni, mako? ni makosa, juu ni mtu ametoka mali anatoka naenda mali anaenda, ni usiku nini kwenda kumdunga. Hiyo kwanza tukubali ni, mako? ni makosa. But going forward pia, Yeah. Au vijana wanaweza mobilize ama mwesha kae na vijana wake kama venye unasema nyinyi, watu wa timu, watu wa timu ndio wanapiga nduru sana. mambo ya nyumba, unajua kambi na wale wa kukua, kwanza lazima <laughs> tuheshimu ile uongozi, uongozi iko. <laughs> Yeah. Na lazima ndio pia kiongozi wetu apewe credibility nje, lazima apate heshima kutoka ndani kutoka ndani. Kwa hivyo Panga timu yako, nyinyi watu wa ndani mmesema, watu wa kambi, watu wa kambi usitishe mingi kira. Hawa uh, ni, ni tuko madiwa katikati. Kamus nimekutana na wa wapinzani wa aliekuwa ameakalia wa kiti sahihi. Hawa walitupinga sana na tukawanyoroshana, tuliwapiga vizuri, na hata Kevo pia alikuwa natukaia kisili, lakini alikama alikuwa pande hii ah. Lakini. Ah.

ni amekuwa Henry Doa ngira ama kwa jina lingine Steven Steven Leto wa chama wa kwa <laughs> channel, channel ambaye ni Rain Leto Leto, uh, Leto eh, ambaye ni Rain, na wale wana join, wana join watch clip kwa sasa. Hii ni kama nimekuwa summoned na opposition wale wali lose 2022. <laughs> Eh, kama walishikana na serikali lakini propaganda <laughs> lakini kisiri lakini wacha lakini. Sasa eh, Deno amesema yake Deno <coughs> Kagula pia amesema yake, nitume zile za kuna kuwa na confusion. Deno kichwa amesema yake na Deno Kagula amesema yake na Mlanguzi Kevo pia amongezea yake. Ni Cartel TV tukiwa Kamus, na tumesema in conclusion ya kwamba vijana eh, eh, katika hizi enzi za assassinations, vijana waheshimu viongozi exactly. Wote iliape ndikwa mzuri but reaction ya kiongozi pia hapo kidogo e, is a fatherly figure, akikuwa calm kidogo, aongeleshe vijana, lakini pia ukumbuke um, e, just two days earlier kuna mbunge alikuwa ameuawa, so kuna those e, waheshimiwa wengi wana kuna mshike mshike, kuna kuna kuna yani ile ya security wana, wana security wanaweka vizuri. So na na na na na na vijana vijana vijana kama kama kama mko issue issue ni ni ni ni mchana mapema, na kama pia kama kuna mali unaweza weka kijana yeah. kijana njai njai njai maliza hiyo yeah. E, yake tafadhali. Wewe wewe mtu uwezo tajiri juu Cartel Cartel TV, na going forward, yeah. ni Cartel TV forward, unarudia na sana, tunataka kuwa bias zaidi na our uh, fans wale mna mna watcha clip: like, watch, subscribe and comment. A Thank you.